Jambo, uhali gani? Uko nami Makka Ibnu Suudi Gewa wa Madina TV Tanzania. Ukipenda niite Abu Salmani. Karibu katika simulizi za siri na historia zilizofichwa. Leo tunasafiri mpaka moyo wa mkoa wa Singida, mmoja kati ya vijiji vikongwe kabisa kati ya kijiji cha Mgori, mahali panaposemekana kuishi hadithi ya ajabu ya mtu ajulikanaye kwa jina la Muguna ambaye alikuwa ni chifu wa huko katika zama zilizopita. Ni roho huyu, Muguna ni kiumbe cha kale, au ni simulizi tu za wazee wa zamani. Wenyeji wanasema usiku ukifika, sauti za ajabu pengine husikika. Wengine hudai kumwona kivuli kikubwa kikitokea porini. Lakini ukweli ni upi? Katika simulizi hizi, jiandae kusikia historia, shuhuda na siri nzito kabisa. Hii ni hadithi ya Muhuna, mzimu unaoishi katika pori moja, katika mapori ya kijiji cha Mgori. Stori hii ni moja kati ya stori ambazo nimekutana nazo niliposafiri, nime kuelekea katika kijiji cha Migori, cha Mgori, Singida, ambapo nilipata kubahatika kukutana na wakazi wa pale na wakanitonya kuhusu mchongo huu unaopatikana katika pori la Mgori Singida, na hapo hapo nilifunga safari mpaka kwenye pori hilo, ambapo nilibahatika kukutana na baadhi ya wakazi wakitoa wa shuhuda mbalimbali mbali kuhusu mzimu wanaokisia kwamba unaishi katika pori hilo. Mm, lakini mimi siamini hilo. Nikasema wangu mguu na zangu nyayo, mpaka katika poli hilo nilitembea. Nikasema nipelekeni mpaka kwenye poli hilo, tulizunguka. Lakini mwanzo kabisa picha linaanza, tunapokelewa na mbuyu wa ajabu kabisa, mbuyu uliokuwa ni mkubwa wenye mizizi iliyokita katika ardhi. Mbuyu huu unaonekana ni mbuyu wa kale sana, na nilipouliza kuhusu mbuyu huo, wakanistopisha na kuniambia hapa kuna historia tamu na chungu. Moja kati ya historia ya mbuyu huu ni kwamba inasemekana kuna watoto ama mtoto amekwisha kuwahi kupotea, lakini semi za mtaani katika kijiji hicho zinahusisha na mbuyu huo, kwamba mbuyu huo uko na mzimu unaoishi hapo na ndio wahusika na upotevu wa mtoto huyo. Mimi sikuamini hilo, nikasema sawa, nikapiga picha, nikarekodi kisha nikaondoka. Tumefika katika mbu, mbu, mbu, mbu katika mbuyo wa pili, katika mbuyo wa pili pia tulipofika wakahusisha kwamba mbuyu huo ni sawa unavyotumika na mbuyu ule katika masala au masala ya kishirikina. Na pale nikaelezewa bwana, kumbe watu wa kijijini, watu wa Mgori wanazo publish, kama unajua publish za mjini, basi wao wana publish za ambapo, kuna matawi ama miti wanachuma mporini, kisha wanachangaa na utomvu wa mti huu, kama unavyoona hapo, wakishangaa wanapata publish ambao wanatafuna ninakaa muda mrefu sana kwenye ile matundo, kisha tafuna ile matunda, yanaungana ukiweka hii, yanaungana, yanatengeneza kama Big G aado mrefu, na inakuwa na utamu pia? Big G. Yeah, inaenda na utamu, baadaye utamu unakuwa umeisha, utamu na harufu nzuri inakuwa kama Big G kabisa, hivi tunautafuna, yeah, hizi lakini yeye inakuwa ina, yaani hailegei

kaendelea kusogea katika poli hilo, ambapo mmoja kati ya weneni tuliokuwa nao alisema kwamba anajua sehemu napopatikana mapango hayo, ambapo ndipo kuna nyayo katika moja ya nyayo alizokanyaga chifu huyo wa zamani tukaenda lakini ajabu Rahman ni kwamba alisahau njia, tukiwa katikati ya njia tukielekea katika pori hilo. Na katika kutembea kutembeatembea kwetu pale, kutafuta labda pengine utapata mwenyeji, kwa sababu chifu huyo ambaye amerithi kiti cha uchifu cha alikuwa chifu wa zamani ambaye alijulikana kwa jina la Muguna, alikataa kutupeleka kwa kusema kwamba sisi waswahili hatuwezi ingia na kamera katika pori hilo, na lau kama tutafanya hivyo, basi hatutoweza kutoka kamwe mpaka pale utakapofanya kafara katika pori hilo ndo tunaweza kutoka hivyo basi, uh, katika kutembea tembea tukakutana na moja kati ya wazee wanaoishi katika koo hiyo inaoamini kwamba katika pori hilo la Mgori kuko na mzimu unaoitwa Muhuna. Mzee huyo alinihoji maswala kadha wa kadha, miongoni mwa maswali aliuliza jina langu, nikamwambia naitwa Maka Ibn Saudiga, lakini pia kabila langu, nikamwambia mimi ni Mzanaki, Mzanaki wa Butiyama. Akaniuliza, hey, unatokea wapi? Nikamwambia mimi natokea asili yangu ni mkoa wa Mara, Musoma. Ehe, akaniuza swali lingine, je, wewe Mzanaki, nyinyi mna mzimu wenu wa Zanaki? Je, umekuja Singida kuchukua mzimu wetu? Je, utamuweza Muhuna? au nyinyi mlivyo na nyayo ya Mwana Malundi Mwanza, ndivyo nadhania, pia huku ni rahisi kuingia kiango hiko, ukapiga picha na kutoka kirahisi. Akasema hapana hapa, hapa huwezi ingia kirahisi. Nikamwambia mzee, nataka kuingia tu pale nione mambo kadha wa kadha, nijifunze kama kuna historia ninavyosikia ikielezewa na kuhusu Muguna. Akaniruhusu, tukaenda, lakini kwa sharti kwamba siruhusiwi kukata mti, siruhusiwi kuchuma chochote katika pori hilo. Tukasogea mpaka katika maeneo yale ama panasemekana kwamba kuko na, uh, nyayo ya mzee huyo. Akafika akanionyesha nyayo, ilikuwa ni ngumu kuipata ama kuiona kwa sababu ya uh, madai kwamba kuna tope nyingi, lakini mimi bani yangu hakuna nyayo pale, bali uh, ni ni janjajanja za mzee yule na watu wanaoamini hivyo kwa hiyo alimwaga maji pale mengi, na nilikuwa na maji katika chupa yangu, nikabidi nimwagie pale, ili angalau tuone hiyo sehemu ambapo kuna nyayo. Kumbuka kwamba hiyo sehemu anayoonyesha kuna nyayo, sio ardhi, ni jiwe, tena jiwe kabisa kabisa gumu na jiwe kavu kabisa, anaonyesha kwamba kuna nyayo hapo hapa. Baada ya kunionyesha nyayo yake na kunisisitiza sana kwamba hii ni nyayo na vidole vionekana hivi na mguu unaonekana hivi, nilipotaka kuleta ubishi, mzee ndipo akafunguka kidogo unipa historia ya mzimu huo unaojulikana kwa jina la Muguna. Akasema alikuwepo chifu wa zamani, anaishi katika miaka mingi iliyopita hapo nyuma. Chifu huyu aliheshimiwa katika, katika, katika kabila lake na katika ukoo huo, lakini ilipofika miaka yule chifu baada ya kuzeeka alimrithisha mmoja kati ya ukoo uchifu wake, na hapo mauti yake ilikuwa imekwisha kufika. Alipofariki yule chifu, walimzika katika kaburi lake. Kila mmoja alishuhudia kwamba chifu yule kafa na kaziko katika kaburi lake, lakini cha ajabu ni kwamba baadhi ya koo ama baadhi ya watu na baadhi ya tamaduni za Kiafrika ni kwamba tukizika leo kesho kulitazama kaburi hata kama hakuna shida yoyote, wapo watu wanafanya hivyo. Kwa hivyo wazee hawa pia baada ya kumzika chifu huyu walikwenda kesho kutazama kaburi waone baada ya kuzika nini kimetokea. Wakakuta kaburi liko wazi kwa maana limefukuliwa, na aliyoko ndani kwa maana maiti aliozika jana haimo, imetoka. Walipojaribu kufuatilia kwa makini, waliona nyayo za miguu zikitembea kutoka kwenye kaburi kuelekea katika msitu fulani hivi. Akanionyesha maeneo hapo kaburi lilikuwepo. Kule panapoonekana kule mbali kidogo, ndipo maeneo ambapo kaburi ilikuwepo. Kwa nyao zikatoka kule zinakuja mpaka hapa maeneo tuliyopo, nyao zio wakazifuatilia, zikaja mpaka kwenye jiwe hili, na ndipo wakaona kuna mahala mzee huyu alikanyaga na nyao yake ikajichora hivyo, basi akaingia katika pori hili. Kwa hivyo, tokea siku hiyo wakaamini kwamba muona amekishinda kifo <laughs> Muguna amekishinda kifo na hajafa, bali yupo hai na mzimu wake unaishi. Kwa hivyo wakabila hilo wakaanza kuamini kwamba kama uko na shida, uko na haja, uko na jambo la kusumbua, unaweza kwenda katika msitu huo na kwenda kumwomba huyo Muguna na akakusaidia. Kwa hivyo poli hilo limeshikiliwa na wanaukoo kwa masharti yafuatayo: haruhusiwi mtu yeyote kuingia katika pori hilo bila kiidhini ama kibali chao wao. Kwa kuamini kwamba ikiwa utaingia humo bila kibali chao ama idhini yao, basi kamwe hutotoka na utabakia huko huko mpaka utakofanya kafara ya kuchinja ama kumwaga damu, ndipo utaruhusiwa kutoka hapo. Mimi siamini jambo hili kwa imani yangu. Sharti la pili ni kwamba uruhusiwi kukata mti ama jani lolote linaloonekana katika msitu huo. Na msitu huo upo chini ama upo chini ya milki ya familia na nilikuwa siamini jambo hilo, kama kweli watu wa, wa, wa Mgori na watu wa Singida wanaamini hivyo mara baada ila niliamini mara baada ya kijana mmoja kufika na kuuliza, vipi leo mzee, hawa wanapiga picha na kusogea hapa, wanatokea katika ukoo wa Muvuna? Ni katika ukoo wenu? Ndipo nikaamini, kumbe ni jambo ambalo linajulikana na watu wa Mgori, wote wanaamini hivyo kwamba hauruhusiwi kusogea katika mahali hili isipokuwa ima unatokea katika ukoo ule ama ni mswahili umeletwa na watu wa ukoo ule kuja kutazama. Lakini ndani kabisa pori hilo huruhusiwi kuingia kama si mwana ukoo. Kwa hivyo hata sisi safari yetu ilishia pale na hatukuruhusiwa kuingia ndani zaidi. Lakini kuna mambo fulani hivi tulitaka kuyajua na kuona tubainishe katika umma. Imani hizi za kishirikina zimekuwa ni chachu na sehemu kubwa sana ya kupotosha watu na kusababisha maafa na majanga makubwa sana Mtazama leo, watu wanaamini kwamba kama mvua haiji, ili mvua ije ni mpaka waende kwa Muguna, wasujudu na kufanya ibada zao pale ndipo wapate mvua. Na mzee huyu alivuka mipaka na kwenda mbali zaidi kusema kwamba yeye na ukoo wao na watu wao wote kabila lao wanaamini kwamba ili wapate faida au mafanikio katika maisha yao ni lazima waende kwa Muguna na hawezi fanya lolote lile. Mambo yao yakikwama, yakiferi na kutaka mafanikio ya na namna yote, ni lazima waende kwa Muguna. Kwa hivyo mzee alisema wao wanamwabudu huyo mzimu wao, wanasujudu. Na yani, kusujudu pale chini, kwa maana ya kupiga magoti na kuweka paji la uso chini, wakiamini kwamba yule muhuna ndiye anastahiki kuabudiwa na si kama tunavyoamini sisi Waislamu kwamba mwenye kustahiki kuabudiwa pekee ni Allah Subhanahu wa Taala ama dini nyingine zinavyoamini. Majina yangu ni Maka Ibnu Suudi Gewa. Nikuachia hapa, lakini soon nitakuletea full story na picha kamili tukiwa tumeingia katika msitu huo kwa masharti tuliopewa, tutalinda lakini lengo maalum ni kwamba tunataka tukuletee uone kwamba kama wewe unaamini kwamba yuko Allah Subhanahu wa Taala, kama wewe unaamini yuko ambaye kaumba mbingu na ardhi, kama wewe unaamini kwamba yuko anileta mvua na kushusha jua na kuliangazia kwa watu, kama niyupo ambaye analeta riziki, basi uko hivyo hivyo. Kuna watu pia wanaamini kwamba yupo muhuna anayoletea mvua na kuwasha jua, anayeweza kuabudiwa kwa hali na mali, anayeweza kuabudiwa na kuomba haja zote. Ulikuwa nami msimulizi wako wa stori hii, Makka Ibnu Saudi Geo kipenda niti Abu Salman wa Madina TV Tanzania. Hii ni kipande ya kwanza, kuwa tayari kusubili kipande ya pili, insha allahu taala. Bye baybay, jazakumullahu khairan.